Tunaomba wasikae wasikusanye baadhi. Mwenyekiti, tunakuomba usikusanye baadhi ya wanachama unaoamini ni wa kwako, unaweza kuwapa mia tano mia tano mia mbili mia mbili, ukakaa nao huko nje ukaanza kuwafeed poison ya kutugawa sisi. Tunakuomba kama hilo hatutaki, yani hatutaki, usitugawe, usitugawe, usitukusanye huko vikundi vikundi wale unaoamudu ukaanza kuwapa taarifa za uongo. Fata katiba inasema nini? Wewe ni moja kati ya watu ambao wanapaswa kutunza katiba kwao, tunaomba usome katiba uyelewe, ufate katiba inataka nini. Kama kuna problemu yoyote ya mwekezaji, sisi wanachama ndo tumemweka mwekezaji, sisi ndo tumempitisha kwenye mkutano mkuu, kwa sisi tunastahili kuambiwa kwamba huyu mtu hatufai kwa sababu moja, mbili, tatu. Tukishindwa kumsuu kama mwekezaji tutamsuu kama mwanachama kwa sababu ni mwanachama hai wa Simba na ni shabiki kindakindaki wa Simba Sports Club. Kwao tuna nguvu ya kumuita kwenye mkutano mkuu kama mwanachama, tukauweka pembeni uwekezaji wake, halafu tukaja tukamhoji. Kwa hiyo mwenyekiti, tunataka mkutano mkuu, whether wa kawaida au wa dharura, tunautaka mkutano mkuu ili mtuambie problemu alizokuwa nazo mwekezaji na sisi wanachama tuamue kwamba huyu mtu hatumtaki. Msitufidi taarifa huko nje. Kwa nini tunafanya vibaya tunapowazungumzia viongozi wa Simba Sports Club? Na wewe upo, imani yetu ni kwamba kwa kuona usajili huu na mabadiliko tuliyoyaona baada ya misimu mingine, we believe you did your job, lakini kama kuna lolote tunakuomba utoke uje utuambie kwamba shida ni nini. Sasa hivi tunachotaka ni kauli yako tunachotaka ni wewe utoke, wewe utaita press conference kwa sababu wewe ni mwenyekiti wa bodi. Wewe utaita utashinikiza viongozi wenzio wa bodi kuitisha mkutano wa dharura, tunataka kusikia, lakini we are pushing to hear your voice na utu